Karibu Liti, karibu Singida, karibu katika NBC premier League, ligi kuu ya Tanzania Bara. Wako mbele ya waamuzi wa mchezo wa leo, lakini walinzi wakati Anton Trabi, Kennedy Wilson Juma na kule mbele Jonathan Sowa, mchezaji ambaye ana mabao manane kufunga katika, David Ouma kocha kwa upande wa Singida black Stars, kocha Rashid Taus kwa upande wa Azam FC katika eneo la ulinzi filimbi ya kuanzisha kabumbu ya mwamuzi Wesl Masia kutoka Mwanza. Cheza pira moja dani huku jari filimbi likishalia kadi ya njano Nasor Sadur anikiwa kupita inaeka katika njia sasa, huku so Jonathan alipenyezewa mpira ule umekataa kuingia katika zile net. Pasi nzuri kweli kweli kwa Josephat, lakini soa, mpira wake umekwenda nje. Wajaribu kusogea tena, Lusajo Lukaga, cross yake mpira umekwenda nje ule. Kona hati za kuokoa mpira umekataa ule. Wanapata faida Azam FC, kona ite Shekna kapoteza bole. Frank Kobena inaweza pia, ni nafasi kwa Singida kaikewa tena ile nafasi maarufu bata, kama atamlinda mlango hare tatu wakishinda miwili miongoni mwa kosa kosa katika lango la Azam, lakini wakivuna alama 25 kwa michezo ya ugenini Singida Black Stars, na alama 22 kwa michezo ya hapa Liti. Sindo achelewa mpira anamweka chini, huku Boris chuku sindo moja <laughs> na maarufu chakei. Uh, Faisal Salo anaonyesha kadi ya njano. Cheza ule mpira, nafasi acheinianakataliwa na goniwa mapigo ya ufundi ambayo wajaribu kuiweka counter attack mashambulizi na la kujibu lakini akakata

soa mpira umekwenda nje. goki Jonathan Soa katika kuokoa ule mpira. Zuzu Landry alikusiana na mpira kuchezwa na Jonathan Soa, lakini jaribio lake mpira umekwenda nje. Jonathan Soa weka mpira moja ndani huko. Abasoki kaenda kuucheza ule mpira na kutoa nje. Ponani anajaribu kuiweka tena katika njia huko

jaribu nayo kuutuma mpira mmoja mrefu huko. Nafasi tena imemkusha lia kwa fesa kini, alikuwa katika eneo la kuotea. umekwenda nje ule mpira wa Euro Mamadou Diaby ambao unahitimisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Dakika 45 za kipindi cha kwanza. Uh, Rashid Taus akiwa anaonyesha ishara kwamba ile filimbi imepigwa, na kipindi cha pili kwa mwalimu Rashid Taus kwa upande wa Azam FC. Karibu uwe nami tena, ulamaa itsalum kwa dakika 45 baada ya kuingia nayo ndani shoka, katika njia Jonathan Soa kaikataa. Zuberi Masudi Foba, nafasi tena, pira anatoliwa nje Kona aelewi nini ama, kwa nini? Ambaye amepoteza nafasi ile Jonathan Soa, Zuberi Masud. Haya, Maruf Shakei weka pira kwa Jonathan, nafasi kini, pira amekwenda nje. Kenneth Wilson, Juma Ibrahim Imoro kauficha mlinda mlango Zuberi Masudi Foba, shotia maana kwele, alipiga Ibrahimu Emoro, ikavuka ukuta ule. Ogi Chuku, Maurice Chuku, shabiki wa Singida, Salumu, Salu Dolo. Nyanywa mpira mzuri ndani, unagongwa kichwa, wanakataa, wanaosha Singida inarudishwa tena kwenda kubabatiza ule mpira so anajaribu kuingia nafasi tena, oh! wanaokoa wenye mpira unapita wanakwenda nje, alitengenezewa na Jonathan Soa, na yeye akautengeneza tena ukakosa muunganishaji, mpira ule kwenda kutoa nje, mpira ule Azam, kona nakwenda kuukamata ule mpira na sasa hii eh, kwenda kuonyeshwa kadi ya njano mkono wake alikwenda na kwenye paji la uso la mlinda mlango Zuberi Masudi Foba Kini. Azam supporters na wao kama awali ilivyokuwa Emmanuel Chuku kaikataa. Zuberi Foba katika kiwango bora sana, Zuberi Foba, na anakunywa na maji vile vile. Fataki ilisimama mno ya Morris Chuku, akaikataa ile, Zuberi Foba ilijaa mguuni kweli kweli. Edmund weka kona ndani, unagongwa kichwa tena, kaikataa tena Foba kabea Frank anakataliwa, anafanya save mbili ndani ya dakika moja. Zuberi Masud, kona ya Edmund John, amekataa kwa mara nyingine. Shakei Maaruf anakata tena. Zuberi offside. Zidane Sereri Haya, Kwame, yalikucheza tena huko. Oh, mwamuzi anasema ni faul. Tazama, alikwenda kucheza ule mpira wakati cross inapigwa na Emmanuel Kwame, keyeke kama alikwenda kutegewa na Nathaniel Chilambo. Imoro! Off target. Eh, Ibrahim Emoro, mpira umekwenda nje ule na Singida, maarufu Shakei, kaukamata Zuberi Foba, weka katika njia sasa. Zidane, cross moja imekataa ile, niache Selema, Nasur Sadun, kazi kubwa ikifanywa na Sadun, ...Nasur Sadun. ...Nasur Sadun. tiro umekwenda nje, wanaondosha Singida, wanakataa kaminko. Haya, tena hii, sasa inaweza kama ni hatari. Elvis ajaribu kuenda nao, Baranga, Elvis Baranga Rupia ameingia punde tu, Elvis Baranga Rupia, bao la kumi kwake, shangilii Elvis Baranga, walivyotoka tu, unaona kulikuwa na hatari ambayo ilikuwa inanyemelea, ulimpita ule mpira. Mamadou Yoro Diaby akawa na drive peke yake. Elvis Baranga Rupia akaingia katika penalty box, alijaribu kutoka Zuberi Foba, lakini alipishana nao tu, mpira wa juu alijitahidi kuucheza, lakini wapi, kaweka mpira ndani ya kamba na kuwatanguliza Singida Black Stars, na anatembea tu ashangilii ajiwe lile kubwa kabisa ambalo karibu na uwanja wa Liti, nje kule wako mashabiki wamekaa, wanaangalia tokea ule mpira. Atauwai amefika nao ule mpira inacheza tuna off target. Pigo ndefu ile akaiwai na kucontrol, akasogea katika eneo lahatari, la hatari la Azam, lakini mpira yake umekwenda nje. William Meza jaribu kutuma mpira moja mrefu nafasi lakini mpira umekwenda nje. Goal kick. Sai Lukaga Mwikenda na gongo almanusra, nini kimetokea? Tazama cross kosi ya Lusajo Mwikenda iligongwa kichwa akaenda kuicheza basogi. Hatimaye dakika 90 za mchezo huu zinamalizika katika uwanja wa Liti, zinamalizika muhimu Kano akiwa na swali chezaji wa Azam hawana furaha na mwamuzi Wilson Masea kutoka Mwanza, bao moja kwa bila, bao la Elvis Barangarupia akiwa natolewa. Mwamuzi Masea kutoka Mwanza na wasidi zake chini ya ulinzi. Uh, Rashid Tausi akiwa nampiga makofi. Tim Black Stars moja Azam Football Club sifuri wahr